Mnamo Agosti 1 mwaka 1977 jijini Dar es Salaam lilishuhudiwa tukio la kihistoria lililofungua ukurasa mpya katika uhusiano katika wa kibiashara wa kimataifa, maonesho ya kwanza ya biashara ya kimataifa ya Tanzania. Hafla hiyo ya uzinduzi ilihitimishwa kwa heshima kubwa na makamu wa rais wa Tanzania, ndugu Aboud Jumbe akishirikiana na makamu wa rais Vidoje Zarkovic, alikuwa ziara nchini kwa muda wa siku tatu. Maonesho hayo yalihusisha nchi kutoka kote duniani, yakiwemo mataifa wanachama wa Soko la Pamoja la Ulaya, European Common Market, yalikuwa ya, ya kwanza aina yake na kuonesha dira mpya ya Tanzania katika majukwaa ya, ya kibiashara kimataifa. Tukio hili likawa msingi wa kile tunachokifahamu leo kama Maonyesho ya Kimataifa ya Biashara Dar es Salaam, maarufu kwa jina la Sabasaba, ambayo hufanyika kila mwaka toka mwisho wa mwezi wa sita hadi Julai kumi katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, barabara ya Kilwa, umbali wa kilomita nane kutoka katikati ya jiji. Hapo awali, Julai saba ilikuwa siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa chama cha TANU, lakini baada ya ujio wa mfumo wa vyama vingi, maadhimisho hayo yaligeuzwa kuwa siku ya maonesho ya biashara na maonesho ya wakulima yalisogezwa hadi Agosti nane, maarufu kama nane nane.